Maleko, swali la nyongeza. Nashukuru Mheshimiwa Spika, nina maswali mawili ya nyongeza pamoja na majibu mazuri ya serikali, lakini bado kuna changamoto kwenye kata za Mamba Kusini, Mamba kas, Mwika, kus, Mwika Kusini na Mwika Kaskazini ambako mpaka sasa kuna uhaba mkubwa wa maji. Tumepata kiwanja katika kata ya mwika kaskazini kwa ajili ya kuchimba kisima lakini mpaka sasa mwasa wameomba maji takriban wameomba fedha takriban miaka miwili sasa hawajaweza kupatiwa ili waweze kuchimba kisima hicho swali la pili je serikali imejipanga vipi kuhakikisha inapambana na upotevu mkubwa wa maji ambao unaendelea kuipa hasara uh, wizara hii Mheshimiwa naibu waziri, majibu kwa kifupi. Mheshimiwa Spika, napenda kumjibu Mheshimiwa Esther kama ifuatayo. Mheshimiwa Spika, ni kweli kabisa tumekuwa tukishirikiana na Mheshimiwa Mbunge katika baadhi ya maeneo ambayo ameona yana changamoto, amekuwa akiyaleta na sisi kama serikali tumeendelea kuchukua hatua. Lakini Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Rais amewekeza takriban bilioni 10.14 kwa mkoa wa Kilimanjaro kwa ajili ya miradi kumi na tano lakini vile vile tunaelewa kabisa kwamba uh, kati ya vijiji elfu kumi na mbili mia tatu kumi na nane nchi nzima Mheshimiwa Rais tayari tumeshafikia takribani vijiji elfu kumi na mia tano ambavyo tayari vimeshafikiwa huduma ya maji safi na salama. Kwa hiyo nimwombe mheshimiwa mbunge tuendelee kushirikiana kama ambavyo wamekuwa akiwasemea zaidi wana Kilimanjaro, nami nitaendelea kumpa ushirikiano kwa niaba ya serikali ili tuhakikishe kwamba hata vijiji hivi vya Mamba Kusini, Mwika Kaskazini na Mwika Kusini vyote vinaingizwa katika mpango wa kufikishwa huduma ya maji safi na salama. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa suala la upotevu wa maji ni mkakati wa serikali kuhakikisha kwamba tunaendelea kupunguza upotevu wa maji, kwa sababu ni hasara kubwa kwa serikali tunapowekeza, lakini pia ni gharama kubwa kwa watumiaji pale ambapo tunazalisha kwa gharama kubwa, lakini maji yanapotea, watumiaji kule wanajikuta kwamba wanagharamika gharama uh, za uzalishaji wakati maji hayafiki. Sisi serikali tumejipanga kuhakikisha kwamba tunaboresha miundombinu, lakini katika designing zetu tuhakikishe kwamba tuna design ambazo hazisababishi upotevu wa maji. Kwa hiyo ni mpango wa serikali, Mheshimiwa Spika. Namshukuru sana Mheshimiwa Mbunge. Mheshimiwa Wabunge nimewaona, lakini maswali mafupi. Narejea tena, Mheshimiwa Musa Sima, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, nakushukuru. Ni upi mkakati wa serikali kuhakikisha mradi wa miji ishirini na nane unakamilika kwa wakati pale Singida mjini? Mheshimiwa Naibu Waziri majibu. Mheshimiwa Spika, anapenda kujibu swali la nyongeza kama ifuatavyo. Mheshimiwa Speaker Spika, kwa kunipa fursa kuuliza swali dogo la nyongeza, ni lini mradi wa tarafa Mlimba, mradi wa maji wa tarafa Mlimba, wa, wa majibu, tarafa Mlimba utakamilika? Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri majibu. Mheshimiwa Spika mradi wa Mlimba ulikuwa na changamoto kidogo uh, kwa sababu ya mabomba kadhaa na kulikuwa na ucheleweshaji kidogo wa malipo, lakini sasa hivi tayari serikali imeshakaa na mkandarasi na kukubaliana tuende kwa utaratibu gani ili mradi huu ukamilike. Kwa hiyo nimtoe hofu Mheshimiwa Mbunge, mradi huo tunautazama kwa, kwa jicho la kipekee kuhakikisha kwamba unakamilika na watu wake wapate huduma maji safi na salama. Asante sana Mheshimiwa Bunge, shukurani zenu kwa kupewa nafasi nimeshazipokea, kwa hiyo msinishukuru. Mheshimiwa Abdalla Chaurembo, swali la nyongeza. Ni lini serikali itatatua tatizo la upatikanaji ya maji safi na salama katika eneo la Kwa Mwarabu? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, uh, napenda kujibu swali la nyongeza kama ifuatayo. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa Mbagala ni kweli kabisa kuna maeneo ambayo yana changamoto sio kwa Mwarabu peke yake. Mheshimiwa mbunge ameshaleta maeneo mengine ambayo tayari tumeshachukua hatua na tumeshamaliza kuyafanyia kazi, na hilo tumwahakikishie kwamba serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan haitoshindwa kwenda kutatua changamoto hiyo ya kwa Mwarabu. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Zuberi Kuchauka, swali la nyongeza. Kata ya Kichonda kijiji cha Kichonda kina tatizo sugu sana la maji na la muda mrefu. Lini serikali itakuja kutatua tatizo hili kwa wananchi wale? Mheshimiwa Naibu Waziri majibu. Mheshimiwa Spika, kata ya kichonda kijiji cha Kichonda, serikali inatambua changamoto iliyopo pale na sisi katika bajeti yetu hii ambayo waheshimiwa wabunge walioipitisha wiki iliyopita ya trilioni moja point zero moja sita inaenda kutatua changamoto katika kata ya kichonda na kijiji cha Kichonda. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Profesa Ndakidemi, swali la nyongeza hipi kauli ya serikali kuhusu kupeleka maji katika baadhi ya maeneo ya kata za Mbokomu na Kimochi ambazo zina uhaba mkubwa wa maji? Mheshimiwa naibu waziri, majibu. Mheshimiwa spika, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Profesa Ndakitemi kama ifa Mheshimiwa Prof, and at time wakati tunapanga uh, bajeti yetu alitufikishia changamoto aviji, uh, ya kata hii ya um, mbokom um, pamoja na kimochi ili tuweke katika mpango na tayari tumeshaingiza kwenye mpango. Kwa hiyo tumwombe Mheshimiwa mbunge tuendelee kushirikiana kwa ajili ya kwenda kutekeleza mradi huu. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Halima Mdee, swali la nyongeza. Kata Makongo Jimbo la Kawe kumekuwa na changamoto ya kupasuka mabomba sana. Ni lini tatizo hili litatatuliwa ili wananchi wapate maji kwa uhakika. Mheshimiwa Naibu Waziri majibu. Spika, sija Spika, sijalisikia vizuri, asante. Kata, kata, kata ya Makongo Jimbo la Kawe kumekuwa na tatizo la mabomba kupasuka sana. Ni lini tatizo hili litatatuliwa ili, ili, ili wananchi wapate maji kwa uhakika? Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maji. Mheshimiwa Spika, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Halima Mdee kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, ni kweli kabisa kata ya Makongo ni kwa sababu ya jiografia yake na jiografia hiyo inasababisha maji kutofika katika baadhi ya maeneo, na yanapokuwa hayafiki, tuna inabidi sasa tutengeze booster station ambazo zinabidi zipump maji sasa Kwenye kupump maji kwa kasi, maana yake kwamba inasababisha ile pressure inakuwa kubwa na mabomba yanapasuka. Sasa mpango wa serikali ni kuhakikisha kwamba tunabadilisha uwekaji wa mabomba yale ya plastiki, tunaweka mabomba ya chuma ili kuhakikisha kwamba hata ile msukumo unapokuwa mkubwa, basi tunaweza kuhimili na maji yanaweza kufika kwa wakati bila kuwa na changamoto. Asante Mheshimiwa Spika. Like, Kata ya Rwabwere imekuwa na changamoto ya muda mrefu. Ni kata nzima, vijiji vyote havina maji safi na wala salama. Nataka kujua ni lini mchakato wa uchimbaji wa visima utakamilika ili wananchi hao waweze kupata maji safi na salama. Mheshimiwa Naibu Waziri Maji. Mheshimiwa Spika Napenda kujibu swali la nyongeza kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Rais alitoa programu ya visima mia tisa na visima hivi vinaendelea kuchimbwa nchi nzima. Lakini Mheshimiwa Spika, tunatambua kwamba kuna maeneo mengine ambayo katika visima vitano hivyo, kulingana na, na upendeleo wa wabunge ambao waliamua wapeleke maeneo fulani uh, sisi tumechukua changamoto ya gepo ambayo limeonekana kwamba kuna maeneo mengine bado yatakuwa na uhitaji huo. Nimtoe hofu Mheshimiwa Mbunge, tumelichukua na tutahakisha kwanza kwanza, vile ambavyo tumepanga vichimbwe vikamilike kwa wakati, tujenge point source, maanake eneo la kutolea huduma, lakini pia na kutengeneza mtandao kwenye visima ambavyo tumepata maji mengi. Na maeneo ambayo tuta tutabaini kwamba bado yanahitaji huduma ya maji tutahakisha kwamba tunaenda kuchimba visima au tutaweza kupeleka mtandao wa maji kulingana na kisima ambacho kimeonekana kina maji mengi. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Emmanuel Cheriani, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika, mradi wa maji katika kata ya Igunda sasa takribani miaka minne haujakamilika. Ni nini mkakati wa serikali? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Cherehani kama ifuatavyo. Mheshimiwa Cherehani amekuwa Uh, uh, wiki iliyopita tulikuwepo ofisini na tumejadili kuhusu hili swala. Yale ambayo tulikubaliana mheshimiwa Chelhani, ni kuhakikisha kwamba huo mradi tayari tumeingiza kwenye mpango na tunahakikisha kwamba fedha zinaenda. Tuna majadiliano na wenzetu wizara ya fedha, watoe fedha ili tuhakikisha kwamba mkandarasi akautekeze mradi huu na ukamilike kwa wakati, kwa niaba ya wananchi wako. Asante sana mheshimiwa spika. Mheshimiwa Cecil David Mwambe, mbunge wa Ndanda, sasa ulize swali lako Swali la mbunge wa Ndanda linaulizaje? Bomba umbali wa kilometa 85 pamoja na ujenzi wa vituo 34 vya kuchotea maji. Kwa sasa miradi hiyo inanufaisha zaidi ya wananchi 25582 waishio katika vijiji 13 vya Nambawara A, Nambawara B, Chiwate, Chibya, Mbemba, Nanganga A, Nanganga B, Umburu, Mkungu, Majengo, Tuungane, Liputu pamoja na Njenga. Mheshimiwa Hawa Mchafu, swali la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninakushukuru uh, kwa niaba ya Mheshimiwa Mwambe na kufuatia majibu ya serikali ni kwamba sawa mradi umekamilika, lakini watu wa Ndanda pamoja na Nanganga bado hawajaanza kuyatumia pamoja na Nanganga bado hawajaanza kuyatumia au kuyanywa maji au kuyanywa maji hayo, sasa ni lini serikali uh, itahakikisha hayo. Sasa ni lini serikali uh, itahakikisha kwamba watu wanaanza kuyatumia maji haya? Lakini swali langu la pili Mheshimiwa Spika, changamoto ya kutokukamilika kwa mradi iliyopo katika jimbo la Ndanda inafanana kabisa na ile iliyopo uh, wilayani Kisalawe katika kata ya Masaki. Ni lini kata ya Masaki watapata maji safi na salama? Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri majibu. Asante sana Mheshimiwa Spika, napenda kujibu swali la nyongeza kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kama uh, Mheshimiwa Mbunge alivyo alivyouliza, mradi tayari umeshakamilika, na hii ni kwa sababu serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan imejizatiti kuhakikisha kwamba miradi mingi inakamilika. Swala baada ya kukamilika manake ni utoaji huduma kwa wananchi, na hiyo ni ndio dhamira ya serikali ya chama cha mapinduzi ya kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama. Ni mtoe hofu, kuna baadhi ya vitu vidogo ambavyo vinaendana pia na ubora wa maji ambapo ni lazima kabla hatujawafikisha kwa wananchi, lazima tuhakikisha kwamba ubora unaotakiwa basi huu umefikiwa, na ili waweze kupata huduma hiyo ya maji safi na salama. Ni mtoe hofu, maji wataanza kunywa ya kutoka katika mradi huo. Lakini vile vile mradi huu ambao Mheshimiwa Mbunge ameongelea Mkoa wa Pwani, Mheshimiwa natambua kabisa kwamba katika mkoa wa Pwani kuna maeneo ambayo mengi ambayo hayajapata huduma maji safi na salama, kama ambavyo mheshimiwa mbunge amekuwa akitueleza sisi wizara ya maji. Mheshimiwa hawa na sisi tumeendelea kuyachukua, lakini specifically katika eneo ambalo umesema tayari liko katika mpango wa bajeti wa 25, 26 na tuombe tu kwamba utakaporejea tena bungeni basi utakuwa umepata majibu sahihi kwa ajili ya matumizi ambayo ya yatakuwa yamepatikana kwa wananchi wa Pwani. Asante sana mheshimiwa. Mheshimiwa naibu waziri, asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa wabunge. Wizara ya madini, Mheshimiwa Yahya Ali Mhata, mbunge wa Nanyumbu, sasa ulize swali lako. Asante Mheshimiwa Speaker, sasa naomba swali langu namba 361 nipate majibu. Sasa katika wilaya ya na Nanyumbu kuanzia mwaka 2020 mpaka mwaka 2023, Mheshimiwa Dr. Steven Kiruswa ni naibu waziri wa wizara hiyo akitoa majibu ya serikali. Mheshimiwa Speaker wilaya ya Nanyumbu ina jumla ya leseni za uchimbaji mdogo wa madini zilizo hai sitini na sita. Katika kipindi cha kuanzia mwaka 2020 hadi 2023, madini ya dhahabu yenye thamani ya shilingi bilioni 1.28 yalizalishwa. Mauzo ya madini hayo yamewezesha serikali kukusanya jumla ya shilingi milioni tis...